Sudani ya kusini inakabiliwa na kesi ya dola bilioni 1 katika mahakama ya Marekani kuhusu mkopo wa enzi ya vita kutoka Qatar. Kesi iliyofunguliwa katika mahakama ya Marekani mjini Washington DC, inatokana na kushindwa kwa Sudani Kusini kulipa mkopo wa dola milioni 700 sawa na shilingi trilioni 1.8 uliopatikana kutoka Qatar wakati wa kilele cha vita vya wenyewe kwa wenyewe deni ambalo sasa limefikia zaidi ya dola bilioni 1 sawa na shilingi trilioni mbili nukta sita kutokana na riba na adhabu. Mkopo wa awali ulikusudiwa kuimarisha uchumi dhaifu wa Sudani kusini wakati wa kipindi cha mzozo mkubwa wa ndani. Hata hivyo, karibu mwaka mmoja baada ya mahakama ya kimataifa ya chini ya kituo cha kimataifa cha usuluhishi wa migogoro ya uwekezaji kutoa uamuzi wenye faida kwa benki ya Katal, inaripotiwa kuwa Sudani kusini na benki yake kuu hawajalipa fidia hiyo wala kuipinga hatua ya benki ya Qatar kutafuta utekelezaji wa uamuzi huo nchini Marekani. Imeonyesha kukua kwa hali ya kukata tamaa kutokana na ukosefu wa utekelezaji na inaangazia jinsi migogoro ya madeni ya nchi sasa inavyochukua mkondo wa kimataifa wa kisheria. Kulingana na shirika la fedha duniani IMF, Sudani Kusini ilikuwa na pato la chini kabisa kwa mtu mmoja mwaka 2025. Jambo linaloifanya kuwa moja ya nchi masikini zaidi barani Afrika. Hivyo basi kesi ya dola bilioni moja dhidi ya benki ya kitaifa ya Katal kuhusu mkopo wa wakati wa vita ambao haujalipwa inaonesha uzito wa mgogoro wa kiuchumi wa nchi hiyo. Iwapo mahakama ya Marekani itakubali kuidhinisha uamuzi huo, Sudani Kusini inaweza kukumbwa na kunyang'anywa mali au kushinikizwa zaidi kidiplomasia ili kutimiza wajibu wake. Vita vya wenyewe kwa wenyewe vya Sudani ya Kusini ambavyo vilidumu kuanzia Disemba 2013 hadi Februari 2020, vilianza kama mvutano wa kisiasa kati ya Rais Salva Kiir na makamu wa Rais wa zamani Riek Machar, lakini viligeuka haraka kuwa mgogoro wa kikabila kati ya Madinka na Wanuel vita hivyo vilianza miaka miwili tu baada ya uhuru mnamo mwaka 2011 na, na vilidhihirisha udhaifu wa taasisi za nchi hiyo pamoja na migawanyiko yake mikubwa ya ndani. Madhara ya kibinadamu ikiwemo vifo vya zaidi ya watu laki nne na mamilioni ya wakimbizi. Sudan ilipoteza zaidi ya dola bilioni 28 sawa na takribani shilingi za Tanzania trilioni 73.5 za pato la taifa kati ya mwaka 2013 na na elfu mbili na kumi na nane. Uzalishaji wa mafuta ambao ndio chanzo kikuu cha mapato ya Sudani Kusini uliporomoka. Mfumuko wa bei ulipanda, na huduma za umma zilisambaratika, huku vita vikiharibu miundo mbinu na kufukuza wawekezaji. hii ni Poa Media.